Naam. Uh, tuko katika maeneo ya Kivumbini Ward pale ambapo wananchi walitumiwa ujumbe na pia ukapeperushwa ujumbe huo na yule ambaye kwamba ni PA ama personal assistant kutoka kwenye ofisi ya MCA wa Kivumbini Ward. Eh, ujumbe ambao ulikuwa unaashiria wananchi wanahitajika kuja kwenye kliniki kliniki ya wana maji au ya NAWASCO ili kuzungumza na wananchi hususan kuhusiana na yale mambo ambayo yanawaadhiri au yanawasumbua kutokana na bil za maji. Hii leo nina bahati kukutana na PA uh, wa MCA wa Kivumbini Ward, ambaye atakuwa anazungumza moja kwa moja, ambaye atakuwa anatueleza ni yepi ambayo anaendelea ujumbe wake kutoka kwa ofisi ya MCA uh, kwa wananchi wa Kivumbini ni upi. Na atueleze kama labda pengine eh, jambo hili linatumika kama public participation, au ni kliniki tu. Karibu sana, utaanza na jina alafu utatueleza. Asante. Mi jina ni Charles Okumu. Jina ambayo inatambulika sana ni Chalo, mimi ndio mdogo ama msaidizi wa Mheshimiwa Sakwa, yani PA hapa Kivumbini Ward. Kutokana na hii warsha ambayo leo iko hapa mahali hapa na NAWASCO ilitokana na yale ambayo yamekuwa kizungumziwa muda wa miezi kama nne, kwa sababu the last time tulikuwa na mkutano pale Menengai, mambo ilikuwa bado ni mambo na rates, kwa sababu watu wako kusema kuna mambo na bills kupanda, mara rates zinakuja zikuwa tofauti, na ndio maana waheshimiwa kupitia mheshimiwa Sakwa na waheshimiwa wale wengine ambao tuko hapa mjini waleweza kuchukua fursa yao na kwenda pale na Wasco kwenda kujua ni nini. Kini, nini inafanya wananchi walalamike wa kwa sababu two months ago, hata mimi mwenyewe niliona, nilipitia hiyo changamoto. Bili ilikuwa elfu moja hiyo nyingine kukuja ilikuwa elfu sita Kwenda kufuatilia, hatukuweza kupatana na watu wanawasu. So hata wananchi wakilalamika kila, ama wakizua malalamiko huku nje kwamba kuna mambo, hata waheshimiwa wenyewe wanapitia changamoto kama hayo so kupitia jana tulipata, juzi tulipata mwaliko, notice, that is notice, kutoka kwa Nawasco kwamba leo watakuwa katika wadi ya Kivumbini. Na wadi ya Kivumbini cha msingi ya yao kuja mahali hapa ilikuwa ni kuja kujua malalamiko ya, ya wananchi. Kama sasa hivi nikikuja mahali hapa nimepitia pale karibu na Alms House nimekutana na wakaaji wa hiyo area, na nikamwambia kuna kliniki ya Nawasco leo pale hao Maduke Maduke hapa tunaita, tunaita uko na shida tatizo na mita yako, wameniambia haona tatizo na mita. So hii inamaanisha kuna si mita zote ziko na itilafu, kuna yale ambayo yako sawa, kuna yale ambayo yako na shida, na hiyo ndio sababu ambayo wana Nawasco ofisi ya Nawasco imekuja hapa, ama idara ya maji imekuja mahala hapa kuja kujua ni nini? ukiwa na malalamiko unakuja mahala hapa. Na ndio maana jana nikipeana Communication katika mitandao niliambia wananchi leo tukupatane hapa Maduke na Wasko watakuwa sehemu hii kukuja kujua shida zenu. Ukiwa na shida na mita yako unakuja hapa, na wanafuatilia katika system, wakiona kuna shida hapo, jinsi umekuwa ukilipa maji, wanaenda na wewe hadi mahali makao yako, mahali unaishi, wanaenda kuangalia umita hapo na kuirekebisha kama iko na tatizo so I think ni hayo tu. Nimejua wananchi wamekuwa wakilalamika waheshimiwa wasaidii, lakini waheshimiwa weshim, akienda kama 3 weeks ago wakienda pale na Nawasco hawakuita watu wa media, hiyo ilikuwa ni ao na wakurugenzi wa maji, na ndio maana walifikiana kwamba leo watakuwa sehemu hii. So kitu ambayo ndajaribu bado kuwaomba na ofisi ya Nawasco ni kwamba leo wako sehemu ya juu, labda Jumatatu kwa sababu kesho ni weekend. Jumatatu pia ningewaomba, juu Kivumbini ward ni kubwa, wangekaa hapa Kivumbini kama siku tatu. So next week wanza wanazateremka sehemu ya chini ya Manyani, huko pia waende, kwa sababu Manyani pia nimepitia huko, nikiwaambia wakuje huku, lakini wamesema huku ni mbali, na pia wanasema mita zao ziko na itilafu. So ndawaomba pia next week wakuja wapange tena another clinic on the other end ili waweze pia kujua shida za pale chini, kwa sababu pale unasikia mtu anasema tunaishi kwa plot, tumekuwa tukilipa elfu moja mia tatu ama elfu moja mia nne kwa mwezi, lakini saa hizi mita na bill inakuja elfu moja mia nane So waende pale waende kwa waeleze either kama waliongeza rates, na nawajambia wananchi waende waeleze wananchi kwamba hii kitu imepanda kwa sababu ya hii na hii na hii. Ama hii mita yako labda ni ile ile yenye nakimbia sana inafaa kwa adjust. So I think, hiyo ndio sababu ya leo wana na wasko kuja mala hapa, na mimi naomba wakaaji, kwa sababu wiki tatu niliona wakaaji walikuwa kwa sehemu hii, i think ilikuwa pale, kulingana na kam kamera niliona walikuwa sehemu ile. Ningeomba hao wenye walikuwa hiyo siku katika media wakikomplain, leo wangekuja na shida zao, ili waweze kuonana na wana na wasko, kwa sababu wako na laptops hapo, wako na mashine zao hapa. Ukikuja ulaunchi wakikomplain, wanaenda na wewe hadi hadi sehemu ambao unaishi. So naishi hii si public participation. This is just a clinic. Ni kama, ni kama vile wakati fulani idara ya matibabu wakati mwingine wanakuja sehemu kama hii. Na wanatunga wanaweka tent yao hapo, wanasema: leteni mkuje, muangaliwe kama uko na ugonjwa fulani screening. So hii ni kama that that kind of that, ni kama screening it is a clinic, kuweza kujua ni shida gani ipo. labda pengine, labda pengine, uh, kwa hilo nizungumzie eh, uh, labda pengine kwa hilo ni kuulize, uh, kwa sababu umesema ni kliniki na kwa mtazamo wangu tu binafsi ni kwamba kliniki hii imeletwa kwa sababu wananchi waligadhabika wali na zile shida ambazo wanapitia. So ikawa imepangwa kliniki ya kutatua jambo lile. Uh, pengine la, e, sijui kwa, kwa yale ambayo mmezungumza na, na Wasco. Je, wana mpango wa kuendeleza kliniki za aina hii au watakuwa wanasubiri hadi wakati ambapo shida inatokea ndio wanatengeneza kliniki? Asante yeah, sana. So I think uh, hii kliniki kulingana na vile walizungumza na waheshimiwa. Linafaa ikuwe continuous isiwe ni kitu ya siku moja, kwa sababu mara mingi ni kama tu IBC moja. Wakati kura zikishapigwa, si ati inakuwa mwisho wa kuchukua kura ofisi, wa vitu mambo yote yanarudi ya kwa ofisi. So mi naomba hata kama watakuwa kikuja mashinani, wawe wakisensitize wananchi kwamba kliniki yetu inaendelea. Ukikuja kwa ofisi yetu pale Kamkunji, utahudumiwa uta, uta ukienda pale main kule Montana utahudumiwa so it's a matter of sensitization. Wawe waki sensitize, but once in a while inafaa wanatoka kwa ofisi wanakuja nje, labda wanajipea muda maybe after six months, wanakuja katika estates, wanajua kama in every zone kama hii ni zone, zone yetu ya hii ya Kamkunji wamejua na cover which, which area. Lazima wakue na clinic, wamepanga siku fulani, tutakuwa wakati fulani mahali fulani siku kwa fulani mu kwa fulani, sababu kulingana na mambo vile tunaishi town, watu kupanga, wajipange pale katika mitaa, so wana zetu wana, wanafanya shughuli ambayo wamefanya siku ya leo. Uh, labda pengine uh, nikuulize swali lingine kuhusiana na mambo ya siasa manake, wewe uh, unahudumu katika ofisi ya kisiasa ambayo imechaguliwa uh, ni ofisi ambayo iliwekwa pale na wananchi, wakati labda pengine mnajitokeza kutete, kutetea maswala ambayo yanaumiza wananchi. Pengine uh, uh, nikiangalia pale nyuma ofisi ya NAWASCO uh, ikiwa ni union ya NAWASCO walisema hawahitaji au hawataki kamwe kuona wanasiasa wanaingilia mambo ya maji. Sijui hilo unaendana nalo vipi, kwa sababu eh, pengine sio siasa tu, ni kwa sababu nyinyi mlichaguliwa na wananchi, na wakati wananchi wanapatikana na shida wanakuja kualilia nyinyi. Sijui hilo unalichukua vipi? So umesema vyema, Nasco wamekuwa wakisema wataki wanasiasa, lakini wakati viongozi wanachaguliwa for, kama wajumbe, wako na majukumu yao. Majukumu yao moja ni representation Eh, kuwakilisha wananchi. Sisi wote hatuwezi enda kwenye assembly tujiwakilishe, na ndio maana tunachukua viongozi, na jambo lolote likitokezea, malipopote popote pale, ni kiongozi anachukua hiyo jukumu ya kwenda kuwakilisha wananchi, kwenda kusikia, anakuja anasikia malio yenu, anaenda nawasiliana na hiyo na kitengo ambayo inahusika ina kwa, kwa mfano na WASCO. So, ni jukumu la mheshimiwa, ingawaje wanasema wataki wanasiasa, na wanasiasa ndio pia wanaunda of those policies Eh, wakisema leo tunataka rates za maji zikiwa hivi, mambo ya maji taizungumziwa pale katika department ya water. Wataita waziri ambaye anahusika na maji, ataitwa kwenye bunge, aambiwe wananchi wanasema hii na hii na hii haifanyiki vema, na yeye ataenda wapi kwenye hiyo department ya Nawasi kunakwenda kusema hizi rates zinasemekana mmepeleka juu sana so hata kama wanasema wataki wanasiasa ni jukumu la mwanasiasa kuwakilisha wananchi. Lazima waende kwa hizo maofisi waende waprezenti wa malio ya wananchi. Uh, labda pengine ni sikuchoshe sana na maswali, lakini uh, union ya Nawasco uh, majuzi walitishia wali ya kwamba iwapo labda pengine watetezi wa wananchi au wanasiasa wataendelea labda pengine kutetea wananchi kutokana na kile ambacho wananchi wana, wanasema e, ni high, high charges za tariffs za maji e, wataandaa wataanda maandamano makubwa ambayo hayajawahi haya, haya kuonekana. Sijui hapo unasema vipi kama mtetezi au ofisi ya mtetezi wa mwananchi kwa, kwa hilo jambo? Chenye najua ni vile nimesema awali katika bunge iko na vitengo vitengo kadhaa kuna komiti kamati tofauti tofauti. Kuna mpaka kamati ya maji, kulingana na vile tuko na wizara ya maji, lazima kuwe na kamati yenye husika na mambo na maji. Uy, union itaongea yao, lakini ikifika bungeni, tuko na waziri wa maji, yeye ndiye ataitwa kuja kujibu hayo maswala, ama kutackle hizo maswala za maji, na ikifikia mahali, wakati mwingine union watarudi chini, then waachie waziri wabunge labda wakuu wa maji waketi chini. Kama kuna kitu ambayo inadhuru mwananchi, itakuwa ni jukumu yao kuketi chini na kudevelop a structure, ama a plan, ambayo haitaumiza na wasco na haitaumiza mwananchi. Na kabla ikuje ikuwe implemented, wananchi wanafaa wale waite kind of public participation, waimizwe wa, waambiwe kwamba kwanzia mwezi ujao, ama tumepaa notisi ya miezi tatu hii na hii itaongezeka units zita rates zitaongezeka, ama kama si rates, tutapunguza rates. Ama tutabaki that constant kama vile walivyofanya miezi kama tano zilizopita, sijui miezi sita. Tukua pale, pale Menengai walituita na wakatuambia wametoa those wamechange system ya mambo ya maji, so itakuwa ni mambo tu ya hizi vitengo tatu zitakutana ziketi chini then wazungumuze union. Nayo iko na kazi yake, union lazima watetee sekta sex yao, lakini kifika, kuna wakati fulani ikifika, huwa tuna wanakaa wote chini. Ni kama union ya walimu na ministry na rais, kuna wakati wanaketi chini wanasema, tunataka hii, tunataka mshahara iongezwe, tunataka ifanyike. So hiyo pia inafanyika pia kwa maji. Asante, uh, asante sana. Mwisho kabisa, labda pengine nimpe heko, uh, gavana wa jimbo la Nakuru uh, ilisemekana na union ya Nawasco kwamba anawasaidia pia kuchimba mabwawa ya maji heko kwa gavana wa jimbo la Nakuru. Lakini sasa labda pengine uh, kwa ule usaidizi ambao ambao kwamba unatolewa na gavana e, pengine labda pengine ingekuwa ni njia moja ya kupunguza ile rate ya malipo ya maji, maanake gavana pia anaingilia kwa upande wa wananchi, mtetezi na kiongozi wa wananchi. Sijui hilo, hilo unasema vipi? I think hapo, uh, kwa upande wa gavana, gavana anaweza mpea eco, anaweza mpea kongole kwa sababu gavana wetu kwa, kwa kweli upande wa sekta ya maji amefanya kile kitu ambacho hatukua ifanya hatukua iona. Miezi kama tatu miezi nne zimepita, tuliona deputy governor pale kupitia chini ya ofisi ya governor akilaunch hizo mashine za drilling, na tuko na sehemu fulani hapa na kuru katika hii kaunti yetu, kwa na sehemu zingine maji patikani. Na jambo la kushangaza hapa na kuru east wadi ya na kuru east, mfano katika hii eneo letu ya bunge na kuru east, ward kwa Mheshimiwa Geru, kuna sehemu zingine kama pale mzee wa nyama, kuna sehemu zingine hakuna maji na kupitia hii mashini, na tukiangalia katika plan hii, tukisema ward development funds zetu zenye watu tunapewa na kaunti, unakuta kuna ward zingine zimekuwa zikitumia pesa zao kuchimba maji na hizo sehemu hizo, wakichimba maji inafaa pia upande mwingine pia tuone vile na Wasco vile wanasema, wanashukuru governor, watu wana maji, itakuwa kitumika hizo cubics mingi si ndio? No. Ya kwa sababu tunaona kuna sehemu zingine maji na choto waenda kuuziwa, lakini wakichimba hizo mabwawa za maji inasaidia wao hizo wenye hizo sehemu kupata maji, kupata maji. Kupata maji.